Aitwa Simon Pauli Ngilisho ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia Makini katika mkoa wa Arusha, aidha katika kanda ya kaskazini huu wa ishirini ishirini na tano kuhakikisha kwamba sheria hiyo inafanya kazi, na hii sheria inapokwenda kufanya kazi, tunasisitiza kanuni itungwe katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakayodhibiti matumizi ovyo ya eh, ruzuku zitakazotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili vyama vyovyote vitakavyokiuka kanuni hii vikaadhibiwe na vikapelekwe mahakamani. Kwayo, na kwa hiyo tunaiomba na tunaitaka serikali kuhakikisha wanarejea hii sheria na kuhakikisha kwamba hili vyama viweze kuuza sera na mimi naweza kusema, vyama vikipata uwezo wa kuuza sera, vitafichua mambo mengi ambayo ni maendeleo yaliyokosekana kwa jamii, na hayo maendeleo sasa, hata chama kitakachoshinda kitatumia sera hizo kwenda kufanya kazi ya kuleta maendeleo kwa jamii kabisa. Sisi kama Chama cha Demokrasia Makini tunaweza kabisa kupenyeza katika uchaguzi mkuu huu katika kuelekea katika ushindi, kwa sababu moja tu. Sababu kubwa, sababu kubwa ya kwetu ni katika kwenda kuleta ushawishi mkubwa kwa wananchi, ambao utawashawishi katika sera tulizo nazo. Tutakwenda kuhakikisha kwamba lengo na madhumuni ya chama katika kushika dola ni kuhakikisha kwamba kinauza sera kuelekea kwa wananchi na sera hizo zikiuzwa zikakubalike, ndani ya wananchi hao, ili wananchi wao waweze sisi kutuchagua kupitia sera zetu nzuri. Kwa hiyo mimi nisisitiza kwamba, katika e, vyama vyote vya siasa vikauze sera zao, vikauze sera zao, viache kubishana, viache kubezana, viache kutukanana, vitumie lugha nzuri ya kwenda kuuza sera. Nazo hizi sera zitasababisha wananchi kujua matatizo yao ambayo yalikuwa yamejificha, hayatekele kwa mujibu wa sheria ya kutekeleza maendeleo ya wananchi. Kuona maendeleo ya wananchi ni furaha kwetu, hivyo vyama vya siasa vina wajibu wa kuhakikisha vinakwenda kuuza hizo sera, ili hizo sera ziweze kuwasaidia watanzania ama wananchi katika mapenzi makubwa ya vyama vyao na viweze kwenda kuchaguliwa. Kwa hiyo chama hiki cha Demokrasia Makini kimejipanga kuhakikisha kwamba kitakwenda kusimama vyema imara, kuuza sera za demokrasia makini, kuhakikisha hizi sera zinaenea nchini kote ili tupate madiwani wa kutosha, wabunge wa kutosha, na hii mambo ya reform. Tunasikia reform, tunasikia reform. Tunasikia hii reform kwamba mabadiliko ya reform. Reform, reform tutaipata tukiwa ndani ya mabaraza ya maamuzi, kwa mfano mabaraza ya ya ya halmashauri zote nchini na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukiweza kushika dola tutakwenda kuwaletea matatizo makubwa ya kukataa hoja ambazo zimekuwa zikipitishwa na chama kimoja. Hivyo ndugu zangu wa Tanzania na wananchi, tukashiriki uchaguzi. Tukishiriki uchaguzi, tutakwenda kusababisha reform ya mabadiliko ya katiba, kwa sababu tayari tumo ndani ya, ya, ya, ya, ya mabaraza ya maamuzi na tunaweza tukakataa kabisa sera mbovu ama sheria mbovu zinazotungwa ama na mabaraza yetu ya madiwani ama na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo, sisi tunasema tukiuza sera tutafikia malengo ya kufikia katika ushindi mkubwa na tunahakikisha tutachukua ushindi wa asilimia themanini kushinda kupata eh, wa madiwani na kupata wabunge. Kwa hiyo kwa swali lako hilo ni kwamba tutakwenda kushiriki kuziuza sera zetu vizuri, kuhakikisha tunachukua dola. Ah, kwanza kabisa chama chetu cha Demokrasia Makini, hususani hapa kanda na mkoa wa Arusha, tunasema kwamba demokrasia katika nchi yoyote haiwezi kukosa changamoto za hapa na kwa sababu hizi za changamoto za hapa na pale ni changamoto zinazotufanya tukue kidemokrasia, na kwa sababu hizi changamoto zinatufanya tukue kidemokrasia, lazima tupate watu wanaotofautiana na utofautiano katika watu hao ndio kukua kwa demokrasia, na kwa sababu ndio kukua kwa demokrasia, lazima tuhakikishe kwamba ile kamati ya amani ambayo imeshirikisha vyombo vyote, kwanza vyombo vya dini kwanza eh, eh, wanasiasa wenyewe eh, watu wa mila hawa na jamii kwa ujumla, pamoja na kile chama kinaitwa chama cha wanasheria TLS Tanganyika. Hivi vyombo vyote, chama hiki ambacho ni kamati ya maadili kiitishe sasa, eh, mkutano mkubwa wa kitaifa kuhakikisha mkutano huu unakwenda kujadili mustakabali wa kuhakikisha watu hao, walio waliotofautiana katika mfumo huu wa kukua kwa demokrasia wanakalishwa chini, wanapewa maazimio, kila mtu anatoa maoni yake ili kusudi tuweke maridhiano yaliyo sahihi katika kuelekea uchaguzi na uchaguzi wetu uwe ni uchaguzi wa amani na utulivu. Kwa hivyo chombo muhimu pekee kwa wakati huu ambacho ni chombo, mu, chombo muhimu ni kamati ile ya maridhiano ikishirikiana na ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ikishirikiana na ofisi ya msajili wa vya vyama vya siasa, ikishirikiana na vyama vyenyewe vya siasa na vyombo vya dini kuhakikisha kwamba vinatatua changamoto zozote zinazojitokeza, kwa sababu tunapofanya hivyo tunamaanisha kwamba tunakwenda kulilinda taifa katika taifa linalojengwa pamoja, na ndio tunatokea kupata hizo arafo za mheshimiwa rais Samia Suluhu Dokta. E, hizi arafo zitapatikana tu na zitaweza kutumika tu mara kamati ya amani itakapokaa na kuhakikisha kwamba inakwenda kuzifanyia utendaji utekelezaji wa kuhakikisha kwamba je, hizi arafo za mheshimiwa rais Dkt zinaweza kweli zikatusaidia katika uchaguzi mkuu ambao utakaoweza kusababisha amani, utalivu, utulivu na arafo hizi zitakazoweza kusababisha haki ya kidemokrasia tunasema bila haki hakuna amani, na kama bila haki hakuna amani, tunataka basi chombo hiki kikajadili mustakabali wa haki ya Tanzania, mustakabali wa utulivu na amani, mustakabali wa maridhiano ambayo yatakayoleta uwiano katika usawa wa kuhakikisha uchaguzi huu unakwenda salama na utulivu katika nchi yetu, ili tuweze kuitangaza Tanzania ni nchi ya amani na kitovu cha amani Afrika, duniani, ili kusudi tuweze kufikia malengo yao, na tunasema kwa sababu ma rais ndiye mwenyekiti wa ulinzi na usalama katika Afrika, basi lazima hapa Tanzania paweze kuwa ndio kitovu cha msingi kikubwa ambacho kinatangaza sifa na mfano wa sifa hii unaweza kuigwa katika Afrika nzima.